Na polisi mtaani Buruburu hapa jijini Nairobi wamenasa bangi inayokadiriwa kuwa ya thamani ya shilingi milioni nane katika eneo la Umoja e, inayoshukiwa kutoka eneo la Nyanza hadi kaunti ya Mombasa. Kwingineko, mtazamaji, mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, amehimiza serikali kukumbatia mbinu bunifu na endelevu katika ukusanyaji mapato badala ya kutegemea mikopo kupita kiasi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa magatuzi. Kulingana na kamanda wa polisi katika kituo hicho, Francis Kamau, dawa hizo za kulevya zilikuwa zimefichwa kwenye magari mawili, na mshukiwa mmoja koro kwa sasa anazuiliwa korokoroni, uchunguzi ukiendelea. Amepea mtu afanye biashara na mwenye kufanya biashara kupeleka kwa biashara, anapeleka kwa biashara ya mihadarati, ambaye unapata inakuwa ni shida Kwingineko mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amehimiza serikali kukumbatia mbinu bunifu endelevu katika ukusanyaji mapato. Kenya we must be very prudent in the management of our debt. Whether we like it or not, that is an, a very great threat that we face as an economy. Wakati huo huo, chama cha waadhiri wa vyuo vikuu UWASU kimeishtumu baraza la chuo kikuu cha Nairobi kwa kile kilitaja kuwa utendakazi duni, usimamizi mbaya na kudororesha kwa kusudi muundo wa uongozi chuoni humo kwa maslahi ya kibinafsi. we call upon the

Kwingineko, jamii katika kaunti ya Homa Bay zinapiga hatua muhimu katika kuimarisha mapenzi wakati wa kubalehe pamoja na afya na haki ya uzazi kupitia mradi wa kupiga jeki dhana chanya na haki kwa ajili ya wakenya wa, wa humu nchini ambao ni mpango wa kuleta mabadiliko unaodhaminiwa na shirika la iPass Africa Alliance. We always have dialogues, outreaches, action days. We work with our community health promoters who normally map these ladies that are pregnant or they they refer them to the facility where they get all the services that are required so long as they are uh. Hatimaye polisi katika kaunti ya Kakamega wanachunguza tukio ambapo mwanamke mmoja anashukiwa kumuua mumewe. Ameshapotea, lakini huyo bibi, vile mlivyoambiwa hapa, asikanyage aende tu, akiwa atapatikania mali pengine awe huko. Na zoezi la kuwasaka makamishna wapya wa kujiunga na Tume ya Uchaguzi na Mipaka